Nchi yetu ipo kwenye kipindi cha uchaguzi. Mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Niombe sana kwa niaba mgeni rasmi, ni waombeni waumini wote mlioko hapa na wale watakao nisikia baadaye kupitia vyombo vya habari e, katika wilaya ya Bunda na mkoa wa Mara kwa ujumla na Tanzania yetu tudumishe sana amani kabla wakati na baada ya uchaguzi. Serikali ina polisi Serikali ina magereza na mkuu wa gereza tuko naye hapa. Serikali ina vyombo vya ulinzi na usalama, lakini ukweli utabaki pale pale kwamba serikali peke yake haifanyaje, haiwezi pamoja na vyombo vyote nilivyovisema hapo, pamoja na uwepo wa mkuu wa wilaya, pamoja na uwepo wa dasi na wengine wengi, ukweli ni kwamba peke yetu hatuwezi. Tunahitaji sana nguvu ya, eh, nguvu ya taasisi za dini. E, nguvu ya wanajamii na Kanisa Katoliki tunalihitaji sana katika kipindi hiki na hata baada ya kipindi hiki kama ambavyo tumekuwa tukilihitaji kanisa hili hata kabla ya kipindi hiki. Kwa hiyo niombe sana, niombe sana, tudumishe amani, kwa sababu amani ndio kila kitu. Tunatembea kwa uhuru, tunafanya shughuli za kiuchumi, tunafanya mambo mengi sana. Pale nilikuwa na watania, na hapa MC wetu ameendesha harambee ya Simba na nini e, ile dabi ya Simba na Yanga lakini ukweli ni kwamba Simba na Yanga tunaziona zikicheza, Simba na Yanga tunaona zikishiriki na mataifa mengine na timu nyingine, ni kwa sababu kuna nini? Kuna kuna amani. Ukweli ni kwamba kama kuna vita, kama kuna vurugu, hata huo mpira wenyewe huwezi kucheza. Sio kucheza tu, hata kuangalia. Tuendelee kudumisha umoja wetu kama ambavyo walituasa waasisi wa taifa hili, mzee Karume pamoja na mwalimu Nyerere kwamba sisi lazima tuhakikishe kwamba hatubaguani kwa rangi, hatubaguani kwa dini zetu, hatubaguani kwa makabila yetu, na kwa kweli hatuna sababu ya kufanya hivyo. Hatuna sababu ya kugombana hivyo, kwa sababu tunajenga nyumba moja, na hatuna sababu ya kugombania nini fito. Lakini kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi, na kwa sababu kama nilivyosema mara ya kwanza kwamba wengi wetu tulishiriki kwenye zoezi la kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, zoezi ambalo liliisha salama. Sasa hivi kwenye mchakato wa uchaguzi, nchi yetu ipo kwenye kipindi cha kampeni za nini za vyama vya siasa. Nilisema mara ya kwanza, naomba nirudie tena, vyama hivyo ni vingi, iko sa iko CAF, iko ADC, iko ACT, iko CCM na vyama vingine vingi. Sisi kazi yetu kwa mujibu wa katiba, sisi kazi yetu kwa mujibu wa sheria, tujitokeze kusikiliza eh, vyama mbalimbali mbali vya siasa tuwasikilize wagombea mbalimbali wakinadi sera zao wakitoa ahadi zao wakieleza kwamba watafanya nini endapo watafanyaje, watashinda. Twendeni tukawasikilize, alafu tarehe ishirini na tisa kwa sababu kampeni zinaisha tarehe 28 tarehe ishirini na tisa twendeni tukachague, twendeni tukafanye maamuzi, kwa maana ya kwamba umeshasikiliza kampeni, sasa unakwenda kuchagua. Wito wangu kwenu ni kutumia haki ya kujitokeza kupiga kura. Unamchagua nani? Sasa hiyo sio kazi yangu mimi kukuambia, hiyo ni kazi ya nafsi yako wewe mwenyewe baada ya kuwasikiliza wagombea nini mbalimbali mbali. Sasa kafanye maamuzi kwamba ni chama gani unaona kinafaa, ni mgombea gani unaona anafaa, ambaye wewe sasa utampa kura yako. Naomba sana, tumie haki yetu kujitokeza kupiga kura, kwa sababu ni haki ambayo inalindwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.